Guys, ebane, usishtuke. Leo tuna challenge yetu fupi kabisa na ya maana, challenge ambayo ni common, na ni trending on. Kwa hiyo leo tutakuwa na challenge yetu fupi kabisa, lakini usishtuke kuona hapa hizi ni product, yani ni virutubisho ya kutokea kampuni kubwa kabisa duniani, kampuni ya New Life ambavyo vimebezi kwenye maisha ya kila mwanadamu. Kitu unachokiona hapo ni yenyewe Super Grow. Super Grow ni mbolea ya asili ambayo inakwenda kubadilisha matokeo. Na hiyo inaona Golden Care na Trienien, yaani hivyo ni viini mbalimbali ambavyo vinaboresha kabisa mwili wa mwanadamu, yaani vinarudisha asili wa mwili wa mwanadamu, kiasi kwamba hata wewe umeathirika vipi, una gonjwa la aina gani, hichi hivi virutubisho unavyoona hapa ndio suluhisho. Okay, tuachane nayo leo na challenge yangu fupi kabisa. Kwa yote atakayepatia hii challenge bando la wiki okay. Ninahitaji mtu mmoja ambaye atakayeweza kuandika vizuri maneno yaliyoko kwenye mkono wangu bila kuyakosea. Ukiweza tu tayari, bando hilo linawezeshwa kama ilivyo ada. Naanza, naanza na mkono, mkono si ndio ujamani, mkono ndio una maandishi hapa, una maandishi nayafungua. forito time. Ah, tunaenda ukiweza kuyasoma tu kidogo na kuwezesha na kama hivi Sawa, mkono ndo huu umejaa maandishi hapa. Ukiwa makini unaweza ukapata sam isotope. Haya haya, basi nafungua taratibu. Haya, e, aya. Mkono si huu jamani? Haya, mkono huu hapa jamani, mbani simple. Haya basi, haya, e, chuma icha hapa jamani, acha jamani, mbona maandishi simple sana. Haya haya ichapa, ichapa, ichapa chuma. Ah, imeisha jamani, imeisha, imeisha, imeisha. Kwa wale watu wa kielektroniki watajua namna gani wanaweza kupatia.